Habari za asubuhi mtazamaji wa ITV, karibu katika sehemu ya pili ya Kumekucha. Sehemu ya pili ya Kumekucha tunapata kupitia vichwa vya habari vilivyopewa uzito katika magazeti mengi yaliyotufikia kwa asubuhi hii. Naitwa Joseph Ndamaria. Gazeti la Nipashe mwanga wa jamii likiandika uh, ushiriki uchaguzi mkuu tendwa Aitega, CCJ asema hana fedha za kufanya uhakiki, kipaumbele ni sheria ya uchaguzi, aeleza Agosti 19 ukweli utajulikana ni gazeti la Nipashe, ukurasa wa kwanza. UVCCM yasema halahala mti na jicho. Ni gazeti la Nipashe katika ukurasa wa kwanza, mtoto wa familia ya waziri atajwa uh, utekaji nyara askari polisi watano mbaroni kwa mauaji ya raia. Ni gazeti la Nipashe asubuhi katika ukurasa wa kwanza, ndizo habari zinazopewa uzito katika sehemu ya pili ya Kumekucha. Gazeti la Mwananchi, mtazamaji wa ITV laandika, vijana wa CCM sasa wa mtisha Makamba, wenye viti wa mikoa wa muonya kutokuwa na upande mwenyewe awa beza wanaozungumzia hisia ni gazeti la Mwananchi. Mtoto wa waziri ahusishwa na utekaji nyara, linaandika gazeti la Mwananchi. JK amwagia tena sifa Mkapa ni gazeti la Mwananchi. um, um, wa ya uh, wa wakipanda mfano wa mlima Kilimanjaro. katika eneo maalum la uwekezaji la Economic Zone ambalo limezinduliwa jana jijini Dar es Salaam, kama inavyoandikwa hapa katika gazeti hili la Mwananchi ukrasole wa kwanza. Mbali na gazeti hili la Mwananchi mtazamaji wa ITV, gazeti la Majira ndio linaandika JK amtumia um, atendwa kusafisha hali ya hewa asema, kauli ya kubariki takrima ili kwa utani ni gazeti la Majira. Nchi za Masri Sudan zangania mto Nile ni habari ambayo inapewa uzito na gazeti la la Majira katika ukurasa wa kwanza, ndio baadhi ambazo zinazoonekana kuandikwa asubuhi uh, hii katika ukurasa ule wa kwanza gazeti hili la Majira. Gazeti la Tanzania Daima, mtazamaji wa ITV, sehemu ya pili ya Kumekucha, lenyewe laandika polisi watano watiwa mbaroni kwa mauaji, aliyeuawa ahusishwa aliyewawa ahusishwa eh, na utekaji nyara, tukio la mgosa mtoto wa waziri eh, Kombani. Ni gazeti la Tanzania Daima. Hoja ya takrima tendwa amtetea Kikwete, ni gazeti la uh, Tanzania Daima asubuhi hii uh, katika ukurasa wa kwanza sehemu ya pili ya kumekucha gazeti jingine la Uhuru lenye likiandikwa uh, katika ukurasa wa kwanza JK awashukia wawekezaji uh, ni wale wanaoodhi ardhi asema ni wababaishaji uh, ni habari katika gazeti la Uhuru. Marekani kusaidia utambuzi wa, wa ya ya ardhi uh, uh, wamiliki wa ardhi bila kuiendeleza asema Kam ilikubaliki, ni ukurasa wa kwanza wa gazeti la The Guardian. Lakini bado gazeti la The Guardian, mtazamaji wa ITV, linaendelea kuandika uh, ongezeko la joto ziwa Tanganyika uh, la watia wasiwasi wanasayansi watu zaidi ya milioni kumi wanalitegemea ziwa hilo kwa ajili ya maji ya kunywa pamoja na shughuli za umwagiliaji. Ni habari katika gazeti la The Guardian, lakini bado laendelea kuandika wanaharakati watofautiana kuhusu uh, upungufu wa wataalam. Ni gazeti la The Guardian asubuhi hii habari katika ukurasa ule wa kwanza. Tuele sasa katika habari za burudani na michezo. Gazeti la The Guardian na magazeti karibu yote yakiandika kuhusiana na kombe la Kagame. Sofa paka yebuka, uh, kidedea tatu bila ni habari katika gazeti la The Guardian asubuhi na magazeti karibu yote yakiandika kuhusiana na mtanange huo. Uh, vile vile gazeti la Uhuru likiandika Simba ya Unguruma yechapa Atwako mbili moja. Kaseja, uh, apangua penalty ni gazeti la Uhuru. Uh, vile vile 24 kunda Serengeti linaandika gazeti la Uhuru katika bari za michezo na burudani. Gazeti la Tanzania Daima, Simba ya tesa Kagame sofa paka nayo yaitafuna ura tatu bila. Uh, Mlisho Ngasa na Kanavaro wa yenyesha Young Sports Club Kopa Coca-Cola uh, michwano uh, ni habari vile vilevile inaandikwa na gazeti hili la gazeti la Tanzania Daima katika habari za michezo na burudani. Majira nao wakiandika, Yanga yawafungulia milango, Ngasa na Kanavaro kuondoka. Uh, kocha Stokla ataja kikosi chake. Ni habari katika gazeti hili la Majira, habari za michezo na burudani. Mwananchi Stars yaiwaza Amavubi, ni gazeti la Mwananchi. Nyota Tanzania wageuka watazamaji, mnyama au nguruma kwa Kigali, ni bari katika gazeti la Mwananchi, bari za michezo na burudani. Tumaliza na gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, Yanga ya wa, ya, ya samewa kifungo wa Sekafa bala nje kombe la dunia ni gazeti la Nipashe. Simba wa Rwanda linaandika gazeti la Nipashe katika ukurasa wa habari za michezo na burudani. Mtazamaji wa ITV kufikia hapa ndio tofika tamati ya mapitio ya magazeti. Nikutakia asubuhi njema, endelea kuitazama ITV naitwa Joseph Ndamalia. Kuna mengi zaidi ikiwa ni pamoja na shajara ya leo na vilevile tutakujuza masaibu ya punda uh, hasa ikiwa leo ni siku yao ya likizo kuweza kubebeshwa mizigo. Tutakuarifu mengi zaidi, lakini kwanza pata mipasho Vile washinda kuvila msivitie ila. Mpasho huu wa kisogora unaweza kutumika kuwasuta watu ambao wana tabia ya kuwasema wenzao vibaya pindi wanapoona wameshindwa kuwapata au kufanya wafanyayo ungu nzima na majeraha yanayotokana na kazi ngumu wanayoifanya hapa nchini. Mambo sio tofauti, kwani wengi wanaomiliki punda hawawapumzishi punda wao hadi pale kazi zao zinapoisha, wakiwa na misuli iliyochoka kuvamiwa na minyoo na ngozi iliyochibuka ikionyesha dhahiri kwamba wanyama hawa wana maisha yasiyopendeza. Zaidi ya punda laki sita hawafikishi umri wa miaka mitatu kati ya 40 wanaofaa kuishi na katika maisha mafupi kama haya, shirika liitwalo Heshimu Punda limewasihi wananchi kuwaunga mkono kwa kuyarahisisha maisha ya punda kwa kuwatengea siku maalum ya kuwapumzisha punda. Wenyeji wa Naivasha, ambao wana idadi kubwa ya punda humu nchini, wameweza kuwapa punda hawa matibabu ya bure katika zahanati ya wanyama katika siku kuu hii ya kipekee. Uh, we are here today because we would like people to reflect on the welfare of animals generally and specifically the welfare of the donkey. The donkey is a very important animal in our lives. uh, it's an animal that serves us in many ways. But uh, as you may have observed it's not an animal that gets a lot of respect. Kama masaibu yanaokumba wanyama hawa hayatashughulikiwa vilivyo, kuna hofu kubwa kuwa wanaweza kuambukiza wanadamu magonjwa. Ama kweli kila mtu na siku yake.